Najua tuko kwenye kipindi cha kampeni na mimi kwanza nikupongeze mheshimiwa Mazrui, kama kuna jambo kama kuna jambo uko tofauti kidogo, wewe pale kwenye mafanikio unasema mtaniwe radhi kidogo eh, lakini anasema wenzako hawasemi hata kwenye mafanikio. Wao wanataka kuharibu mambo, maneno wanageuza wewe unasema ukweli, eh, na mimi nakupongeza kwa hilo na nakushukuru sana na kwa kweli umekuwa mchango mkubwa sana katika mafanikio ya sekta ya afya katika kipindi cha mngaz. Sasa kawape habari tu wenzako kwamba wakiona wasione, sisi tunaendelea na kazi. Eh, nimeridhika sana na mchango wako kwa kipindi hiki katika wizara yako eh, maana upinzani upo, lakini kwenye maendeleo hakuna upinzani. Sote tunataka maendeleo, sote tunataka huduma bora eh. Sasa pale inapokuwa tunahangaika kupata huduma bora, ni vizuri tukawa sote tunazungumza lugha moja. Kwa hivyo nikushukuru kwa hayo. Oktoba tunatiki.